kwa mwanadamu ni kumtolea sababu za, za riski yake, riski ambayo haipo katika akili ya mwanadamu wala nguvu zake wala maarifa yake, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika hadithi al-Qudsi: enyi wanadamu, kullukum jaiun illa man atamtuhu, nyote munazaliwa mukiwa na njaa ila yule ambaye ninamlisha. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwandikia mwanadamu riziki zake kuanzia tumboni kwa, kwa mamake mpaka atakapomaliza umri wake. Akasema Allahu jalla jalaluhu, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Vilevile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasimulia kwa kujigamba na kuwaonyesha fadhila zake

na mtu akitaka riziki anatakiwa amwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala riziki za halali. Akasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, falyabudu rabba hadha albayt alladhi ataamahum min juin wa amanahum min khauf. Kwa mtazamo huo, ni katika mambo ya sunna, mtu akiwa amepata riziki zake za halali awe ni mwenye kusema bismillah, kisha baada yake akimaliza aseme alhamdulillah. Hii ndio sunna iliyoko, iliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio maana utaona baadhi ya watu ambao wanajua dini na wanajua sheria wanajaribu kufuata sunna, akila au akinywa atasema bismillah, akimaliza kula au akimaliza kunywa, utamsikia akisema alhamdulillah ni sunna. Mtu akimaliza kula au akimaliza kunywa au ni mwenye kusema alhamdulillah, akiongeza na dua ni nyingi, itakuwa ni ubora zaidi, lakini kuna dua ambayo watu wamezoea, alhamdulillahi lladhi atamani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwa, namshukuru Allahu subhanahu wa taala. alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ambaye amenilisha mimi na akaninywesha mimi min ghairi hauli minni wala quwa, si kwa nguvu wala kwa hila wala kwa maarifa, ila ni rizqi aliyoniandikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kuna watu kadha wa kadha katika maisha yetu tunawajua na tuna hakika rizqi zao za shida, maji ni ya shida, atatembea masafa kwenda kutafuta maji atatembea masafa kwenda kutafuta riski, atafanya kazi nzito na riski atakayoipata ni kidogo ya leo peke yake, na wengine wamekaa kwenye meza riski zao pana kubwa na ziada na ziada, lakini wote aliyegawanya ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, fadala badukum ala badin fi risqi. Allah subhanahu wa taala amempa huyu kingi Akampa yule kidogo. Yule ni tajiri, huyu ni maskini, lakini wote wanashirikiana kuwa aliyewapa ni Allahu jalla jalaluhu. Wakimaliza kula wao na watoto wao na famili zao, wao ni wenye kusema alhamdulillah alladhi at'amana wa razaqana, au dua yote ambayo anaiweza. Na ikiwa hajui chochote, inatosheleza kusema